Kipekee tunapenda kushukuru mgeni huu wa Afisa Elimu mkoa, Afisa Elimu taaluma mkoa, Mheshimiwa hapa Afisa Elimu mkoa wa Shinyanga, tunakukaribisha sana na timu yako ndani ya maabara ya jiografia. hii maabara ya jiografia hapa Shinyanga Sekondari ambayo imejikita hasa katika mtaala mpya ulioboreshwa wa kufanya kwa vitendo. maabara hii imejengwa na dhana nzima ya mada za physical geography ambapo dhana hizi zinatokana na topics za physical geography, lakini focus yetu nikiifanya maabara hii iwe na topics zote kwa maana ya practical na maana ya physical. Kwa sasa tumeweza kufanya physical, kwa sababu tumekuwa na uwezo mpana wa kuweza kufanya kuandaa maabara hii au maungu haya, kwa sababu yanapatikana kwa urahisi zaidi. Upande wa physical wa practical kuna changamoto kwenye survey. Survey survey inahitajika vitu kununuliwa kwa hiyo, bado tuko katika program ya kuweza kuboresha, lakini focus yetu ni kuhakikisha kwamba mwanafunzi anapoingia huko ndani, tunahitaji mwanafunzi aingie ajifunze physical geography yote. Tunahitaji mwanafunzi akutane na practical geography yote, kwa maana ya instrument za survey ziwemo ndani ya maabara hii. Lakini pia nje ya hapo, tunahitaji maabara hii iwe na projector, ambapo tutakuwa na project vitu mbalimbali ambavyo tumejifunza au tunaandaa kwa maana ya kuandaa somo. Na mwanafunzi anaweza kaingia humu akapitia tu lile somo kwa kuangalia. Tunatamani kuwa na projector, tunatamani kuwa na computer. Hizo ndio focus au vision ya maabara hii. Lakini mbali na hayo, kama tulivyosema, maabara hii iko katika mpangilio. Tukianzia hapa, tunamtaka mwanafunzi hapa ajifunze mambo ya kitu kinachoitwa topic ya kwanza ambayo inaitwa position behaviour structure of genes. Hii kwa maana ya hapa, kwa A mula... level anajifunza hapa na kwa O level anaweza anajifunza kwa hiyo mbali mbali ambayo bila bila bila content. Tukiangalia hapa, kuna mtoto tunamtaka ajifunze mambo ya continental drift. Hii ni theory ambayo inazungumzia continental drift movement of the continent, kwamba drift of the continent ilitokana na theory mm -hmm. ambayo continent is drift. Kwa mtoto mtendo aone ile drifting of the continent, afanye kwa vitendo, na anapofanya basi anapata uelewa mbalimbali. Kwenye hapa tunapozungumzia hii hii, topic, hii hii model model ni model ambayo imeko ina contain endogenous endogenic process ambao mtoto hapa tunamfundisha mambo ya sifro e, sifro kwa maana tunapoona hii tunamzungumzia hii ni ocean. Hapo mtoto anaona kabisa hii ni ocean, lakini katika ocean kuna waves. Eh haya, haya mtoto anajifunza waves, movement of waves. Mtoto tunamfundisha mambo ya movement of the oceanic flow ambao tunazungumzia mambo ya seafloor spreading, spreading of the seafloor. Hapa anajifunza mtoto seafloor spreading ambayo inatengeneza the convergence and divergence of the continents, kwa continent oceanic na continental example. Pombeje tunapata kitu kinaitwa fold mountains, anajifunza mambo ya formation fold mountains. Hili tunataka kuzungumzia mambo ya continental drift, kwa hivi ni theory bali bali ambazo ataweza kujifunza kwa vitendo. Tunamzungumzia uh mambo -huh. ya ocean na mambo ya coast. Jinsi anavyoingia kutoka juu juu ya bahari mimi kusawa wa wa ardhi wa, kwenda chini mpaka anaenda kuiona ocean floor. Hapa tunamzungumzia kwa nini tuweka rangi nyekundu tunamwambia chini kule ni molten. Kwa hiyo kuna e, nani kuna molten ambayo tunapata kutokana eruptions e, of magma. Kwa hiyo mtoto anajifunza hii ni magma inapo erupt, magma maanake inasababisha ile spreading. Hapa tunazungumzia tunamfundisha mambo ya SP effect of earthquake na vitu mbalimbali. Kwa well, he hizi haya unayoona haya, mheshimiwa hapa, hmm. Tunamfundisha mambo ya tutaweka maji hapa. Tunamfundisha mambo ya isostatic seal. Kwa hiyo isostatic ataifanya. Tunashindwa tu kuwekea maji kwa sababu inaharibika. Ina no, kwa hiyo tunapokuja kwenye practical hadi mtoto anajifunza kwamba ile ina ina flow over the molten material. Kwa molten material atakuwa ni maji. Kwa mtoto anajifunza kitu kama okay. Hapa endelea yeah, hiyo yote topic ya kwanza. Tukija hapa mtoto anajifunza topic ya kwanza bana. Lakini hapa tunazungumzia mambo ya endogenic, endogenic ambapo hapa tuna volcano. Hapa ni volcano ambayo inawashwa. Tunaiwasha volcano, inaweza inawaka. Maana yake tunaweka paa hapa and then volcano na fire ile inalipuka. Kwa mtoto anajifunza kumbe kuna eruptions so of volcano. Tunapozungumzia kuna ashes. Ashes ni kama hizi. Mtoto anaziona kwa vitendo tofauti na ambavyo anaunafundisha kuna ashes, kuna ashes kutokana na volcano asizione. Kwa hapa tunaona, lakini ndani ya volcano kuna external na internal. Kwa hiyo hizi, kuna internal na kuna external structure za of the inter of the volcanic activities, kwa mtoto anaziona kwa hakika. Hapa mtoto anapata uwezo kabisa wa kuweza kukumbuka na kuelewa kwa urahisi, kwa sababu anaviona kwa macho. Kwa hiyo tukiendelea, hapa tunazungumzia mambo ya diastrophism. Hapa tunazungumzia sasa zile, zile zile zile zile forces internal forces. Kwa mtoto hapa anaona kwamba hizi, hii ni force ambayo, inapotokea force, tunapata folding ambao one limb inakuwa imeenda mbali zaidi, anaiona hii ni, limb, hiinafua, hii hii ni rim. Kutokana na compression forces. Mtoto anaona kabisa hii rim ime. Kwa vitendo anaiona jinsi inavyotokea na hata hii uki tunakutana kitu a tndo tunamzungumzia disintegration of rock. Mfano namwambia weathering ni disintegration of rock, lakini hapo unamuonesha kwa vitendo. Anaona hii ni disintegration of rocks kutokana na weathering. Alafu hapa tunafanya practical. Hii tunaona tunamzungumzia hii hii tunaona ni ni, ni ni ni ni ni dust ni, ni, ni, oxidation ambayo inatengeneza rust. E, mtoto anaona inatokeaje. Kwa hiyo tunafanya practical kwa kwa kuweka maji na kadhalika, tunaweza tukaona jinsi gani hii rusting inavyotokea kutokana na mchanganyiko. Kwa hiyo hapa nazungumzia kitu chemical weathering, chemical weathering hizi ni mm, kitu ya kufanyia practical ya chemical weathering. Tukija hapa tunazungumzia mambo ya mass wasting. E, mass wasting ndio mmoja flow ile movement of of of of, of, of, of, of movement of soil kwa mtoto anaona kuna effect mbalimbali mbali, kuna features mbalimbali mbali. Mtoto anaposhika hii kitendo cha kushika tunasema skills, uwezo wa kukumbuka. Mwanafunzi anapata uwezo pale anaposhika na kuona, anakumbuka kwa urahisi zaidi tofauti na jinsi ambavyo angeweza kufundishwa kwenye vitabu, kwa anaona. Kwa hiyo zote na hizo tunazungumzia mambo ya wind actions. Kwa hiyo yote hiyo ni topic ya pili. Tunaendelea hapa side hapa, pia tunaendelea na topic ambayo hapo tunapitia mambo ya dust na nini anazungumzia mambo ya wind actions. Wind actions in the, in the desert, tunaziona hizi sand dunes. Dunes ni ule mchanga unaokusanyika, mtoto anauona anaushika. Kwa hata watu watoto wenye mahitaji maalum wanapata uwezo mkubwa zaidi wa kuelewa, kwa sababu kizaita mtoto mwenye mahitaji maalum ambaye haoni unamwambia hizi, tunazungumzia hizi ni dunes kutokana na mkusanyiko wa udongo. Kwa hiyo akishika anakuwa na uwezo mkubwa wa kukumbuka tofauti na kuicholea ubaoni. Yeah. Kwa hizi ni features. Hapa tunazungumzia mambo ya glaciations, anaweza kuona features mbalimbali za glaciations. Hii ni picha. Hii tunaiona hapa ni picha. Ni picha ambayo unaiona hapa. Lakini hii picha traditional unamfundisha mtoto tu kwa kuangalia hivi. Hii picha hivi anachola. Lakini hapa anapokuja anaichukua hii picha, anaangalia hizi features, anaziona. Kwa hiyo unakula muonyesha hiki kiko hivi, anakumbuka kwa urahisi zaidi. Unaona? Hapo tunazungumzia glaciation. Bado tukiendelea hapa na hapa tunakuja tunazungumzia mambo ya ya coast, features mbalimbali za coast. Hii picha tunayoiona hii tunamaanisha hii, hii ni maji, maji ya baharini. Na hizi ni features mbalimbali za coast. Kwa mtoto anapokuja anaangalia hii picha, akishaangalia hii picha anaanza kuziona hizi features. Kwa kuzishika anapata uwezo mkubwa wa kukumbuka zaidi. Hapa tunazungumzia mambo ya underground water. Underground water mtoto tunamfundisha mambo ya aquifer. Tunapoongea kwamba aquifer ni sehemu yenye maji mengi. Sasa hivi hivi tu yaweza kana sikuelewa lakini, unamuonyesha unaiona, hii kama hii ni sehemu yenye maji mengi na hapa ni aquifer. Kwa hiyo mtu anapochimba kisima anakutana na aquifer, eneo lenye maji mengi, anakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kupata maji, tofauti na mtu akachimba eneo ambalo halina aquifer. Kwa hiyo mtoto anaiona hili eneo, kwa anakuwa na uwezo mkubwa wa kukumbuka. Hapa tunazungumzia mambo ya grassland, grassland ambapo kuna highland na lowland hii hapa tuko tunatuliangalia lowland features. Lowland features tuliangalia hapo. Lakini hii ni highland what? Highland features. Kwa mtoto hapa unamuonesha hii ni Gratio. Na hizi ni CQ. Eh, wakati mimi nasoma nilikuwa napata changamoto sana kuzi identify CQ ni nini. Eh, nashindwa kuzielewa. Lakini baada ya kutumia hii model, yani hata mtoto akiamsha usingizini CQ kwa akikumbuka ile model tu, anapata uwezo wa kuikumbuka ah, sikio ni vile vitundu vidogo viko hivi ah, tunazungumzia highland zikoje? Ah, highland anaziona hizi hapa, ni lake the highlands, anaona kila kitu. Ah, tunapozungumzia hanging valley, anaziona hizi hanging valley. Kwa mtoto anakuwa na uwezo mpana zaidi wa kuelewa hizi. Tunazungumzia mambo ya caldera lake. Kwa mtoto kuleta hapa, tunamsema ya caldera lake tunatokana na glaciers kwenye glacial areas, anaona kwa vitendo hapa. Hii ni ocean floor. Ocean floor ni kama ambavyo tumeona ile mada ya kwanza ni ocean floor ambao ni chini ya ardhi. Kwa hiyo yale maungo anayaona tofauti na kuchora. Hapa kwenye kitabu imechorwa. Hizi ni michoro ya kidijitali. Lakini sisi tumehamisha ile michoro kwenye kitabu kwenda kwenye unadharia, anaona anakuja. Kwa hiyo anajifunza kwa kushika na kuona. Hapa ni aina mbalimbali za jinsi, mpangilio wa soli. Kwa mtoto kumwambia kuna mpangilio wa soli unaitwa kora. Inawezekana sielewe kwa urahisi kwa mzikoti, lakini ukimleta hapa kaambia kora ni jinsi udongo ulivyokaa hivi anakuwa na uwezo wa kukumbuka zaidi tofauti na ambavyo umemweleza kwenye kitabu. Kwa hizi ni aina ya mpangilio wa somo. Tukija kwenye kipengele hiki, tunaona ni kwa namna gani mtoto anaweza kujifunza, tunafanya practical kwa kutest. Hizi ni aina mbalimbali za soil. Kwa unapo unapomfundisha mambo ya soil, soil by texture, unashika kwamba huu ni aina gani ya soil. Anaona hii ni sandy, anaona hii ni clay na anaweza kufanya testing akaona. Akaniona hii ni clay, ni aina gani ya soil anaiona. Hizi hizi modo tunazoziona hapa ni modo ambazo tunamaanisha jinsi ya kutengeneza kwa soil, kwamba ili tutengeneze soil hiyo na nutrients au soil inatengenezwa na nini, kutokana na mkusanyiko wa bones na na na, na takataka mbalimbali za kutengeneza organic soil. Hii ni soil profile, mheshimiwa afisa elimu, tunapoiona hii. Hii ndio sosi ya maabara hii, labda ni ngere, maabara hii imekuwa originated kutokana na source Wazo la kwanza lilianzia kutengeneza hiki, hiki ndicho kilichoanza kwamba kwa nini tufanye practical kwa kutengeneza, tukaanza. Kwa hiyo wazo la hii maabara yote sosi yake ni hiya. Hii hapa. Hii ndio mother of the mother root ya hii maabara ambayo tuitengeneza baadaye, hii katupa mwongozo wapaka kuja na maoni haya. Kwa hiyo no. Tukija hapa, hapo pia tunajifunza aina za clouds anaona cloud ya kwanza ikoje, lakini hapa akija anaona ni aina kwamba hili wingu liko juu sana analiona na lina structure hivi. Kwa hiyo hizi ni aina mbalimbali za clouds ambazo anachukua mtoto wa air anaweza kuzielewa kwa urahisi zaidi katika modo hii. Pia modo hii hii ime display mambo ya solar radiations au solar insolations, jinsi ambavyo jua linapo hapa tunaweka taa tunaiweka tu kwa sababu inaweza ina ikachukuliwa ina, ina, ina, na wapi. Kwa hiyo hapo, unaweka taa, unamuonyesha mwanga unapokuja haufiki wote duniani, isipokuwa mwanga ule unatawanyika. Na unatawanyikaje? unamuonyesha vile vitendo, kuna kuna scattering scattering, unaiona hili mwanga ambao ume- ume umeumeska umefanya scat, ume, scattering on the space kwa asilimia saba, nyingine inaendelea kuja, kuna nyingine inakuwa absorbed kutokana na ozone layer. Hii tunaizungumzia hii ni ozone layer, unamuonyesha kwa vitendo, hii ozone layer ina absorb ile mianga inayokuja duniani na kupunguza. Kwa hiyo unajikuta kile kiwango kinachofika duniani ni kidogo sana kutokana na effect mbalimbali za mawingu na nini anayaona kaka inaweza kufika hapo. Ah, kwa hiyo ah ndio kwa kutika hii modo, hii modo ni modo, modo ambayo inazungumzia mambo ya ya, ya ni, ni solar system mfumo wa jua. Kwa mfumo wa jua hapa mtoto unamfundisha kwa vitendo. Huu mfumo wa jua una sayari. Sasa huu mfumo wa jua unazunguka. Anasoma form 1 anajifunza revolution, anajifunza rotation na anajifunza zile planets na anajifunza hili jua, hili jua lina axis, mianga. Lakini mtoto wa A level pia unamfundisha ni jinsi gani ambapo hapa tunapoona hili sio, hiyo ni nebula hypothesis sio kwamba juu mfumo wa dunia tokana na mkusanyiko wa dust and gases ambapo hili tunazungumzia dust and gases. Zile dust and gases zitaanza kuzunguka na kona mtoto see just and this is the other one kuzunguka katika ule mzunguko zikawa zikao zinaeda zinakoride na kuungana zinakufanya collision ya kungongwa na mareza zinajoin together na kuzikatengeneza huu mfumo wa planets. Eh, kwa hiyo hii type tu, lakini ina waka hiyo taa kuonyesha mwanzo. Hapa mtoto anaona revolution na rotation, lakini pia bado hapo kwenye hiyo modo ina mkusanyiko, ina muunganiko pia wa model hii, ambao hii modo hii inaonyesha runa and the solar Luna in solar eclipse. Maana yake tunaposema Luna mtoto anamwambia Luna ni pale ambapo Luna eclipse juu dunia iko katikati. Hapo tukiangalia hapa hii ni dunia. Huu ni mwezi, hii ni jua. Kwa hivyo unamwambia dunia unaiona hii hapa. Katikati ya mwezi na jua hapa tunapata Luna Luna eclipse. Mtoto anapata uwezo zaidi. Na ukizungusha hii unaona hadi unapoizungusha unakuta muni ikiwa katikati na jua hapa tunapata solar amen eclipse. Kwa mtoto anaona kwa vitendo na anapata uwezo. Kwa hiyo mheshimiwa afisa elimu, hii inawasaidia vijana kujifunza kwa vitendo na pia kupata uwezo mkubwa wa kukumbuka. Kwa sababu wanaposhirikiana, wanapoona, wanapata uwezo mkubwa wa kukumbuka. Focus yetu ni kuweza kuwasaidia vijana wawe na uwezo wa kuwa na ubunifu. Sisi tumeanzisha, lakini kile tulichokianzisha tuna imani wao wanaweza kuadvance zaidi, kwa sababu mwalimu ni mwongozo. Tunaweza kuongoza wazo hili, lakini kijana akaja na wazo zaidi ya hapa. Kwa hiyo sisi kama walimu tunaongoza kuwa na ubunifu na wao basi kutoka pale tulipowaishia wao wanaweza kuwa na mawazo zaidi. Na mpango wetu kwa mfano kama sasa hivi tumeshagawa taski kwa vijana wa kidato cha tano kwamba kila mmoja hakikishe kwa ahakishe, mfano kwa statistics tunahitaji statistics ingie ndani ya maabara lakini haingiani ni wapo task yofanye ubunifu huo. Kwa kila topic wafanye ubunifu ili uweze kuingia ndani ya maabara. Ninakukaribisha sana kwa mchango wa, wa maoni yako. Na na hapo naishia sasa. <coughs> tunafundisha ni jinsi gani ambapo hapa tunapoona hii ni theory, theory ya nebula hypothesis hiyo, kwamba juu mfumo wa dunia ulitokana na mkusanyiko wa dust and gases, ambao hii tunazungumzia dust and gases, zile dust and gases zikaanza ku, ku, ku, kuzunguka kwa maana naonyesha mtoto, zile dust and gases zilianza kufanya kuzunguka katika ule mzunguko, zikawa zinaenda zina zina collide na kuungana na kufanya pollution na kupungua na baadaye zina, zina, zina join together na zikatengeneza huu mfumo wa planets. Kwa hiyo ni tai ah, hapo ni pongeze pongeze kwa huu ni na ndio unavyozungumzia baadhi ya topic pia ndozo kazi leta sasa, hapo ndio how the, the size of the, of the Je, ulishafikiria hiyo hiyo hiyo kama chumba hicho kinatakiwa. Yeah. Lakini ni user base kama huyu sasa kwa sababu yeye ndo anajua. Yani injinia haji chochote. Yani yeye ndo anataka. Lazima umweleze kwa kama unamweleza kama tutueleze sisi. Hapa sasa tumemisi kwa kwamba sasa hivi hapa ni kwamba yani kwa sababu sana. Ni nafasi pesa.

Alafu unaweza kuweka hata layer mbili tatu. Ngoja mbili tatu ambapo sasa kwa watu tuanze kufupi. Hii ya juu itakuwa shida. Ila hii kishuka, hii kawa ya okay, pili, labda hata tutaishia. Yani, lemos level sio na tengeneza hizo hizo next tatu. Labda lazima right. Kwa hiyo kwa sababu hizi ni nyenzo ambazo tayari zipo katika hiyo lengo yeah, lake. Ufikirie hii. Kama halitapata jengo kubwa sana, upate jengo size kubwa kidogo ya hivi. Lakini utengeneze hizo hizo vichanja vitatu. Ndio. Sasa gharama za kutengeneza hizo vichanja na inaingia mje. Ndio eh? Inaingia vile ili uh, itasaidia. Itasaidia kwa nini? Lakini kwa hiyo kubuni, kwenye kubuni hiyo maabara. Leo ukiachilia mbali vale na ile material content, material design, design pia ya, ya, ya maabara kuifanya unapofikiria sasa hatutapata uwezo wa kujenga. Je, yeah, tuna hiki kidogo unaweza kuimprovise vipi? Sindio? Waje hapo ni kufanya nini? Kwa hiyo ninaomba tumekuwa na wiki ya elimu. Ni pia ilikuwa na siku ya ubunifu. Niombe ofisi ya taaluma Shinyanga, tuone namna pia ya kutushirikisha katika maeneo hayo ili kuleta pia impact kwa wadau wengine ambao tunakuwa tunajumuika hasa katika eneo la mkoa. Tunashukuru elimu ya wazima, tunakuwa tukishiriki, lakini niombe pia kwa upande wa ubunifu huu basi tuone namna ya sisi pia kushirikishwa, lakini pia katika zile fursa za kielimu O, mtambuka tuone pia haja, niombe pia tutumie kama mawakala ili sifa ya mkoa wetu wa Shinyanga katika eneo la elimu na hasa elimu bunifu, niombe pia tutumieni ili tulete impact kubwa kwa mkoa wetu wa Shinyanga pamoja na taasisi. Shauku yetu sisi kama Shinyanga Sekondari tuone pia na wenzetu Shinyanga Girls na maeneo mengine na halmashauri zingine basi tunachokifanya sisi ni wao wakiishi, tunapoona ile trendi ya matokeo makubwa, anaweza kuwa form four na form six, kwamba mkoa wetu tuko katika hali fulani chini, hata sisi tunaamini jambo Shinyanga Sekondari inaweza kuwa bora, lakini shauku yetu sisi ni kufurahi pia na watu wengine, lakini pia ni kuyaishi maono ya rais wetu ambaye pia ni mbunifu, rais wetu ambaye pia ana chachu kubwa kuona elimu ya vijana inasonga mbele hasa katika kujitegemea na jaji kombole kubwa pamoja na usaidizi ambao unaweza kuambatana nao katika tuki weni, karibuni na asante. Sasa na yeah, yeah, mwisho, uh, nakokuwa na hii maabara hii nadhani kwa sababu pia pakauitei kila mtu kwenye shule nzima aje ajifunz anaweza kujifunza alafu akienda kuanza kutengeneza pia instruction kai kufikia hapo kama hiyo bado, kupitia hii mama hii maabara moja hii, unaweza kutengeneza vipindi vya kufundisha ikawa recorded, alafu unaweza kurusha kila shule hapa kwenye kwenye projector na nini, unaweza kutumia sasa. Na ndio anasema sasa tunataka kusoma kwa kutumia nini? Hapo ikawa lazima ka kwa project nzuri tukawa tunarusha matangazo kutoka hapa ya ya, ya, ya eneo hili katika geography. Kama kama shule zetu zitakuwa na vifaa yaji hizo unafundisha from here then wanapata pia. Kwa hiyo kwa hiyo hatuishi hapa tu, kwa kutengeneza tena kubuni jinsi gani haya unaweza kaweka katika school ikawa rahisi nakosa kamera nzuri. Yaani, kamera ndio changamoto, na pia kompyuta pia mm -hmm. Yaani kuna ubunifu mwingi unaofanya sasa kuna kwenye, kwenye kwenye hilo andiko kuingiza hayo hivyo vifaa kwa ajili ya recording kwamba yes, yes. Hii maabara inaweza kutumika kufikia <coughs> pia shule zingine ambazo hazijawa zi, na hii maabara so, kwa hiyo naingiza costing za kamera hiyo nini na yes. nini kidogo kwa sababu